Ok, mambo vipi? Ninaamini kabisa kwamba tuko vizuri. story time, story time, story times. Kama ambavyo unavyojua my friend kwamba tuna siku tatu tu zimesalia kabla ya kuishuhudia dabi ya Kariako na hii ni dabi ambayo eh, kila moja anasubiri kuiona jinsi itakavyokuwa kwa sababu, ni miongoni mwa mechi bigi ambayo, ukitazama kwenye mizania kawaida kawaida unaweza ukaona namna ambavyo mechi ilivyo ngumu sana. E, kwa sababu Simba wapo kwenye hali nzuri na Yanga Africans wako kwenye hali nzuri. Tangu juzi nimekuwa nikikupa update ya kile ambacho kinaendelea na nimekuwa nikikwambia kwamba okay kwamba wana eh, zimebaki siku ngapi eh, kwenye eneo la record zimekaaje? Yanga wako vipi? Simba wako vipi? Of course bado utapata time nyingine ya kuzungumza kiufundi, ni vitu gani ambavyo Simba inabidi wafanye kama wanahitaji kupata matokeo mazuri mbele ya kikosi cha Young Africans. Na nikwambie tu jambo ambalo inabidi ufahamu, Simba wanahitaji kuwa makini sana sana sana sana na pinpoint pass kwa sababu ukifatilia mabao mengi sana hajafunga, I mean, oh, uh, mabao mengi lakini mabao ambayo simba amefungwa kwenye ligi kuu Tanzania bara ni mabao yenye kariba ya pinpoint pass namna hiyo ilifungwa kwenye mchezo dhidi ya Kagera Sugar. Bao kama lile lilifungwa, inapigwa pinpoint pass, na Young Africans wamekuwa bora sana kwenye ile eneo, yaani kwamba wana uwezo kupiga pinpoint pass hususan Aucho, e, ana uwezo sana wa kupiga mipira mirefu. Young Africans watapiga t, alafu utapigwa nyuma ya migongo ya mabeki wa Young Africans. End of the day kubum, unajikuta ninyi mmepoteza. So yeah, Simba wanahitaji kuwa makini kwenye hilo eneo. By the way, hiyo ni ilikuwa nachagiza na sio kitu ambacho unatamani hii leo kuweza kukizungumzia. Zimebaki siku tatu kabla ya kuishuhudia dabi ya Kariakoo, na inabidi tuyatazame mambo matatu yanayoandana na siku hizo tatu ambazo zimesalia, kabla ya kuishuhudia hiyo dabi ya Kariakoo, kati ya Simba pamoja na kikosi cha Young Africans. Jambo la kwanza ambalo linahusu mambo matatu, Young Africans katika msimu, ni timu ambayo imefundishwa na makocha watatu mpaka hivi sasa. Young Africans walianza na kocha Miguel Gamondi ambapo aliwafundisha Young Africans kwenye michezo kumi.

wakasare mchezo moja na kupoteza mchezo mmoja, e, michezo miwili by the way, kumradhi, walipoteza mchezo dhidi ya kikosi cha Tabora na wakapoteza mchezo dhidi ya kikosi cha Azam FC. So walicheza michezo nane, wakasare michezo i mean, wakashinda michezo nane na wakapoteza michezo miwili, na yote dhidi ya kikosi cha Tabora, after dhidi ya Tabora na dhidi ya Azam FC. Baada ya hapo, tuweza kuona mabadiliko kidogo yalifanyika kwenye kikosi cha Yanga akamtambulisha Sed Ramovich ambaye aliwaongoza Young Africans kwenye michezo takribani saba. Ilikuwa ni michezo heavy kwa sababu Young Africans ndo walivo, nasema ni kama wali overrupt. Kwa sababu kwenye huo wakati wakafunga mabao mengi, ndo wakati ambao Prince Dube akaanza kufunga kwa sababu alikuwa na michezo takribani saba huko nyuma hajafunga mechi yoyote, lakini mara baada ya kuja kwa Sed Ramovic, tukaanza kumuona sasa anaingia kwenye scoring sheet na mwisho wa siku tukaiona Young Africans. Lakini Sed Ramovic hakudumu sana, na hivi sasa wako na kocha mwingine anayefahamika kama Milaud Hamdi, ambaye yeye ameongoza Young Africans kwenye michezo mitano up to now, michezo minne akishinda na mchezo mmoja akipata sare kwenye michezo minne ambayo ameshinda, kuna timu mbili zimekula mabao sita sita, kwa maana unazungumzia KMC pamoja na eh, pamoja na Ken Gold, lakini pia kuna mtu kala tano hapo ambaye ni Mashujaa, lakini kasare mchezo mmoja ambao alisare dhidi ya kikosi cha Tanzania eh, JKT Tanzania. So hiyo ni tatu ya kwanza. Tatu ya pili ni wachezaji watatu tu wa Simba ambao wamefanikiwa kufunga mabao nane na kuendelea mpaka sasa kwenye ligi kuu Tanzania bara. Uh, wa kwanza ni Steven Desa Mkwala ambaye mchezo uliopita alifunga hattrick yake ya kwanza, huku akiwa ana muda mrefu sana hajacheza na ni miongoni mwa wachezaji ambao wametumia dakika chache kufunga mabao nane kwenye ligi kuu ya Zanzibar. Almost ametumia dakika ambazo azidi dakika 700 i mean azidi dakika 800 ndizo dakika ambazo the guy ametumia kwa ajili ya, ya kupata hayo matokeo mazuri. So, lazima kiwe ni kitu ambacho kinafurahisha kwa sababu Eh, kwa sababu hakuwa ah, anapata nafasi ya kucheza mara kwa mara. Amepata nafasi amefanya kazi nzuri, obviously lazima utamsifia kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu amefanya jambo ambalo ni kubwa na linahitaji kupewa sifa, kwa sababu ni jambo zuri mchezaji mwingine ni Leon Ateba, ambaye yeye amefunga mabao nane up to now, lakini amekuwa na contribution pia kwenye kutengeneza mabao mengine. Kwa ujumla wake yeye amehusika kwenye mabao kumi na moja, lakini tunazungumzia specifically kufunga mabao nane na kuendelea, yeye akiwa amefunga mabao nane na kutoa assist tatu, na kwa ujumla wake amehusika kwenye mabao kumi na moja. Amekuwa ni mtu ambaye amesemwa sana this week after uh, uh, Steven Desa Mukwala kufunga mabao matatu, na kila moja akijaribu kumtazama, okay anaweza akawa ni mchezaji mzuri, ama anaweza asiwe mchezaji mzuri e, ama wanaweza wakawa nazidiana. Zimeanza zile debate kati ya Mkwala pamoja na Ateba, nani bora zaidi? But to me takwambia, Ateba ni Ateba na Mkwala ni Mkwala. Ateba ukihitaji okay, uh, striker ambaye ni, ni anaweza kuwa na usumbufu kule mbele, anaweza kukupa kitu zaidi ya kufunga. Ateba the guy anaweza kutafuta mpira ukipotea, anaweza kusumbua kutoka nje ya kumi na nane. Lakini Mkwala ni, ni mzuri papasili, kwa maana ya position football, kukaa kwenye nafasi, apewe mpira kazi ambayo anafanya Eli, el, Mpanzu Volkano sasa hivi anavyoitwa. Maanake jamaa ameonekana kwa sana, kaa kwenye nafasi Eli Mpanzu mipira itafika na haujanots kitwe tangu amefika Eli Mpanzu uwezo wa eh, Jenshalau wa kufunga mara kwa mara unapungua na, na uwezo wa kuimbwa mara kwa mara unapungua. Anaimbwa sana Eli Mpanzu kwa sababu ni mzuri sana, lakini mchezaji wa mwisho ni huyo Jenshalau ambaye nilimzungumza kidogo, ndiye mchezaji ambaye anaongoza kwa Simba kufunga mabao mengi mabao kumi mpaka na sasa hivi, na ndiye mchezaji ambaye amehusika kwenye mabao mengi zaidi akiwa ametengeneza mabao kumi na sita kwenye Ligi Kuu Tanzania Bara, amefunga mabao kumi na kutoa assist wachezaji watatu ambao wamefunga mabao nane na kuendelea kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Lakini tatu ya mwisho ni wachezaji watatu tu kutoka kwenye vilabu vya Simba na Yanga ambao mpaka sasa wamefunga hat-trick kwa maana mabao matatu. Matatu, wa kwanza ni Stephane Aziz Ki ambaye yeye alifunga eh, mabao matatu kwenye mchezo dhidi ya kikosi cha KMC. Wa pili ni Steven Desa Mukwala aliyefunga hat-trick kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union, na wa mwisho ni, uh, ni, ni, ni, ni, ni, ni, uh, Prince Mpomalelo Dube ambaye naye pia alifunga mabao matatu kwenye mchezo dhidi ya kikosi cha KMC. That's hizo, uh, ndo fakti tatu zinazoendana na siku tatu zilizosalia kabla ya kuishuhudia dabi ya Kariakoo itakayopigwa Machi nane mwaka elfu mbili na ishirini na tatu Hope itakuwa imekubamba fiti na bado time iko taendelea kupeana vitu vingi zaidi. Jambo kubwa zaidi ambalo inabidi usisahau ni kusubscribe ku comment ku like na ku share, lakini tu share pia uniambie katika hili wewe umechukua nini, na kama kuna fakti nyingine ambayo nimesahau ambayo inahusu tatu, tatu. E, sio mbaya ukanikumbusha hapo chini kwenye comment, niambie Kanyasi, kuna hii nyingine inahusu e, tatu. Alafu mambo yatakuwa yameenda fiti, lakini pia usisahau kustua mbogi, waambie kwamba maunyama yote yanapatikana hapa na itakuwa umefanya kitu kizuri sana. Nakushukuru sana and bye bye.